Ukosefu wa magari ya kuwasafirisha wagonjwa hadi hospitalini almaarufu ambulansi unapoonekana kuathiri huduma za afya katika maeneo tofauti mwa nchi. Sasa ni afueni kwa wakazi wa Ebuya Magharibi katika kaunti ya Bungoma baada ya Wakfu wa Waswa wa kuzindua magari mawili ya wagonjwa yatakayowasaidia katika huduma za afya. Tumelaunch ambulance zetu kwa minajili ya watu wa Ebuya West. Kina mama zetu malalamishi mingi nilikuwa nasikia ambapo kina mama zetu wanapoteza maisha kwa sababu ya kutopata matibabu kiharaka. Sasa hizi ambulance zimekuja hapa kusaidia wananchi wetu wa Webuye West. Ikiwa umelemewa mahali popote eh, hii foundation yetu itatoa ratiba kamili, unapiga namba mahali penye uko, inakuja, inakuchukua, inakuleta kwa hospitali. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa wakfu Joseph Waswa, Hatua hii itawasaidia kusafirisha wagonjwa wanapoenda kutafuta matibabu katika maeneo tofauti, ili likijia baada ya wakazi wa eneo hilo kulalamika kuwa kuna magari ya kuwasafirisha wagonjwa na kuitaka serikali ya kaunti hiyo kushughulikia swala hili, viongozi hao wakisema kuwa magari hayo ya yatatoa huduma kwa wakazi hawa bila malipo yoyote na kubaini kuwa yatazuru maeneo tofauti ya eneo bunge hilo kutoa huduma kwa wakazi. Zitakuwa zinashughulikia watu wao bure, yani free medical. That it will be going round for each and every market day. Inazunguka ikitibu watu wetu, ilikuwa na medical camp. Na ile kitu niliona ya kwamba inaathiri sana watu wetu ni magonjwa haya ndogo ndogo, kuna blood pressure, um, typhoid, malaria, haya magonjwa ndogo ndogo. Unajua watu wetu hawana hela mara mingi, hawa wanaishi kwa shilingi 200. Hii shilingi 200 ni ya kunua chakula. Sasa wana shida wanashida madawa ama wana shida ya kujijulia ni magonjwa gani nayo wasumbua. So hizi ambulance zimekuja hizo problem kusorti. Kuwa na challenges mingi kama watu ya Webia West, ambulance hizi ni referral. Kama umetumwa Eldoret na una pesa, piga simu hii ambulance itakuchukua ikupeleke Eldoret. Kama umetumwa Kenyatta Hospital, piga simu ambulance hii itakuchukua ikupeleke. Wakibaini kwa wakufuta wasaidia wananchi kujisajili na bima ya afya ya SHA kualipia shilingi mia mbili kati ya shilingi mia tatu zinazohitajika na serikali. Tunajua ya kwamba serikali kuu ilitoa bima ya SHA na ikaambia watu ya kwamba akuote wakuwe rejista na shilingi mia tatu, but sisi kama foundation tumejitolea, tutatoa shilingi mia mbili. Hizi ambulance vile itakuwa zinazungua kwa masoko, wewe kama ni mwananchi wa Webuye West unaenda pale na shilingi mia mbili unaenda pale na shilingi mia sisi tutakuwa tumekulipia shilingi mia mbili, unalipa, unakuwa registered. So haya yote itakuwa inafanya matibabu ya bure, hakuna pesa zote za kuwa zinalipa. Isaac Msioka, Undugu TV.